Na sisi kwa ujumla tuliokusanyika hapa tunabeba sifa ya imani, Allah atuthibitishe kwenye imani Amen. ya ayuha alladhina amanu, enyi waumini. istajibu lillahi walirrasuli, itikieni wito wa Allah na itikieni wito wa Mtume. idha daakum mahala popote, wakati wowote watakapokuiteni. Limayuhyikum, kwenye jambo linalokupeni uhai. Jambo linalotupa sisi uhai ni lile ambalo lina manufaa nasi kwenye maisha yajayo ya akhira. Ya maana, huu uhai tulionao hapa sio uhai. Hapa tupo kama shambani, tunatafuta vya kwenda kutumia huko kwenye uhai. Sasa vipi tufanye mambo yetu mpaka mbele ya Allah yakubaliwe kuwa ni ibada, na siku ya kupimwa yatakapolipwa, tutafurahika na thamani ya malipo ya kile tunachokifanya hapa. Kwa hiyo hatuwezi kufaulu kwenye maisha ya baadaye kama haya tunayoyafanya hapa hayakufuata utaratibu. Ndo hikma ya maneno hayo ya Allah. Sisi kama wanadamu tuna mambo mengi kwa sababu ya akili tuliyopewa ni wabunifu sana, tunakaa vikao tukapanga mambo yetu tukabuni vitu mbalimbali mbali. Kwa akili zetu huwa tunajiona kama tunachobuni ni sawa, kwa sababu tunatumia akili aliyotupa Allah mwenyewe, lakini ubunifu wetu mara nyingi huwa unaenda vibaya, tunakosea. Salama yetu na mafanikio yetu ni kufuata yale ya maelekezo ambayo yanatusaidia kile tunachokifanya hapa kikubaliwe tunakokwenda. Ndio maana Allah akatoa agizo hilo kwa waumini, kwa sababu waumini ndio wanaosikia. Waumini wakiamrishwa huamrishika. Kafiri huwa ni tofauti na muumini, kwa sababu kafiri yeye eh, hasikii, hafuati, hakubali. Muumini anakuwa ni mtiifu, msikivu, akiambiwa husikia, akiamrishwa hutekeleza, akikatazwa huacha. Kwa hiyo aya zote kwenye Qur'ani, unazoona zimeanza ya ayuha ladhina amanu, maana yake huwa wanaambiwa wale watendaji, wanapewa maagizo yanayofungamana na uwajibikaji. Kwa hiyo hili ni moja lililomo katika aya ya 24 sura: enyi waumini, endapo mtaitwa na Allah au mtaitwa na mtume wake itikieni, kwenye jambo ambalo linakuwa ni sababu ya kukupeni nyinyi uhai, kukupelekeeni kwenye maisha mazuri. Na kwa sababu binadamu huitwa akaitika, huamrishwa na akatekeleza amri. Lakini pia hapa kuna utaratibu ambao ukikosekana hata ukitekeleza amri, kutekeleza kwako kunakuwa sio sahihi, na ndio maana Allah akaweka hapo mwongozo akasema, waalamu anna Allah yahulu baina almar'i wa qalbi. Hivyo mkiwa tayari kutekeleza hayo mnayoitiwa na Allah na mtume, yatekelezeni, huku mkijua kwamba Allah hakubali tu kila mnachomfanyia, ila hukikagua anatafuta kizuri. Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam akatuambia inna Allaha tayibun la yaqbalu illa tayiba, Allah mwenyewe ni mzuri na hakubali tu vitu mnavomfanyia ila huchagua vilivyokuwa vizuri. Akiridhika nalo analikubali, hakuridhika nalo atalikatatu. Kwa hiyo mkiwa tayari kuitikia maagizo ya Allah na mtume yaitikieni na muyatekeleze kwa umakini na usahihi, kwa sababu hata mkitekeleza Allah anachagua, na mahala anapotumia kuchagua baina almar'i wa qalbihi, ni baina ya mtu na moyo wake. Unapofanya jambo Allah huwa anaangalia umekusudia nini, umemkusudia nani? Asa kama umemkusudia Allah na akiridhika, umemkusudia yeye atalikubali jambo lako, lakini kama umemkusudia mwingine au umeikusudia dunia, Allah analikataa jambo lako. Kwa hiyo tukitenda mambo tunatakiwa tuyatende kwa vigezo vya dini, ili Allah aridhike, hili jambo nimefanywa mimi, mja wangu kaniabudia, atalikubali atalipiga thamani na utalipwa wa annahu ilayhi tuhsharun, na mfahamu kwamba leo mko duniani mnajiona mko huru, lakini muelewe kuna siku mtakusanywa mbele yake Mola wenu, na siku ya kukusanywa mbele yake ni kwenda kukupeni thamani ya kazi zenu amali zenu, na halafu wakulipeni kinachostahili. Lakini pia kwa agizo hili hili la aya ishirini na nne aya ishirini na tano, Allah akatupa onyo akasema: watakuu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasa, enyi waumini iogopeni fitna ambayo ikishuka haitochagua waliokosea miongoni mwenu peke yao. Aya ya juu imetwambia tuwe watiifu kwa kusikiliza na kutekeleza maagizo. Hii aya inayofuata inatwambia tukikataa sasa kusikiliza na kutekeleza maagizo, lazima madhara ya kuto kukubali kwetu yatajitokeza, yatatusibu. Kama kuna jambo Allah kaamrisha, tukalidharau hatukulitekeleza, patatokea madhara kwa kule kute, kute, kute, kuto kutekeleza kwetu. Na kama kuna jambo Allah kalikataza, sisi tukalifanya au hatukufanya sisi ila wanaolifanya tukawaachia tu wakaliendeleza jambo ovu. Lazima madamu linatendwa jambo ovu, athari yake itajitokeza tu kwenye maisha yetu ya kijamii. Sasa Allah anatuonya sisi waumini kwa kusema wataku fitnatan, kama waumini, iogopeni fitna. Fitna huwa ni jambo baya lenye madhara ogopeni fitna, fitna ambayo, la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, haitowasibu wale waliodhulumu nafsi zao peke yao miongoni mwenu. Waalamu anna llaha shadidu liqab, na msijione mko huru duniani, eleweni Allah ni mkali wa kuadhibu. Hizi aya zilishuka Madina. Waislamu kule Madina walikuwa sasa hivi wana uhuru wa kuabudu tofauti na Maka. Maka kulikuwa hakuna uhuru wa kuabudu, na Maka ilikuwa ukiingia kwenye Uislamu yani umekubali kutafuta mateso ya makusudi, lakini hamna namna, lazima uikubali, huukubali Uislamu kwa sababu usipoukubali Uislamu ukalinda dini na mila ya wazee wako Unamkufuru Mwenyezi Mungu aliyetaka watu wawe Waislamu. Kwa hiyo mtu alikuwa analazimika achague moja katika mashaka mawili. Akubaliane na Mola wake lakini apate mateso kwa binadamu wanaopingana na Mola wake au atafute salama kwa binadamu wanaopingana na Mola wake kwa kumwasi Mola wake ili akaadhibiwe na Mola wake na ndio maana likaonekana jepesi suala la mtu kustahamili shida, adhabu. Anateswa kwa jambo dogo tu anaambiwa, tunataka uritadi, uachane na hiyo dini yako, usimuamini Muhammad kuwa ni mtume. Lakini lilikuwa gumu kwa mtu aliyeshiba imani, analinda imani yake kwenye machungu makubwa, anateswa sana mpaka wengine wakauawa hadharani kama shahidi wa kwanza, yaani aliyeuawa kwa ajili ya dini ni mwanamke, Mama Sumaiya, Umu Ammar bin Yasir, mama yake Ammar bin Yasir. Kwa hiyo, kachagua kufa, tena kifo kibaya cha fedheha, mbele kwa mola wake, kwa sababu aya hii imewaonya. Kuna mambo yanapendeza kwa watu na yana wenyewe wanayasimamia lakini na wewe ukiyapenda, aidha kwa kuyapenda au kwa kuwaogopa wenyewe wenye kuyapenda, utakuwa upande wa pili unatafuta ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah akasema, yeye anataka wale wanaomuamini wakae upande wake, watekeleze maagizo yake na maagizo ya mtume wake, kwa sababu wasipofanya hivyo, lazima athari ya kutokuwajibika itawasibu na ikiwasibu athari ya kuto kuwajibika haichagui, iswaba hiyo haitochagua waliokosea peke yao, itakuja iwachanganya wote. Wanasema watu wa falsafa, idha nazala lbalau ya ummu salih wa talih, bala ya Allah ikishuka ikaja kwenye miji ya watu haichagui. Tukishushiwa maradhi yataingia nyumba zote za watu, waumini na wasiokuwa waumini wenye kumtii Mungu na wanaomwasi Mungu. Akileta tetemeko la ardhi likitikisika eneo, wataathirika wote, watu wema na watu wabaya. Akisema alete upepo, upepo hauchagui kwamba uende kwenye nyumba ya mwasi, ya mtu mwema mtiifu umwache. Kwa hiyo madhara ya makosa yanayofanywa na wanadamu yanachangiwa na wale ambao wanawaruhusu wakoseaji waendeleze makosa yao Athari ya yale makosa ndiyo inayoleta matokeo mabaya, ambayo yakija yanawasibu wote, waliofanya na ambao hawakufanya. Ndio maana ya hizo aya. Kuna kipindi cha mwanzo cha utume wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yaani kabla ya hijra, alipokuweko Maka, watu walioingia kwenye Uislamu walipata mashaka makubwa, waliteswa sana wale wenye jadhba na wanaohisi wanaweza kupigana walikuwa wanakwenda kwa Mtume kumuomba ruhusa, turuhusu tuwajibu hawa jamaa wanaotutesa, tunao uwezo kupigana nao. Mtume akawaambia, kufu aidiakum wa akimu sala wa atu zaka. Sasa haujafika wakati wa kufanya hivyo, hamuwawezi hawa jamaa kwa hiyo zuieni mikono yenu, wakikushambulieni musijibu mashambulizi, badala yake simamisheni swala na mutoe zaka. Jikiteni kwenye imani, muimarishe muamala baina yenu na mola wenu kwa ibada na kumkumbuka sana, na pili muimarishe mustawa wa maisha ya kijamii kwa kutoa zaka, wenye uwezo wa wasaidie wasio na uwezo. Hayo ndio yaliokuwa yanastahiki kufanywa kipindi kile cha awali watu walikuwa wanaona uchungu, kwa nini mtume anaona tunanyanyaswa halafu hataki tujibu? Sababu wako kwenye shida. Ilipokuja amri ya hijra, watu wakafungukiwa sana na maisha Madina, yale mashaka yakawaondoka, wakawa ni watu wenye amani, wana uhuru, waaya za kuwaambia sasa hivi ndo wakati mwafaka nyinyi wale wale waliokwenda kwa mtume kuomba waruhusiwe wajibu mashambulizi ndo wale wale waliolalamika wakasema kumwambia Allah, lima katabta alaina lqitala. Rabbana, ewe mola wetu, lima katabta alaina lkitala, kwa nini umetufaradhishia vita wakati huu? laula akhartana ila ajalin qarib si bora ungetucheleweshea agizo hili ukatupa muda kidogo. Maka, pale maslahi yalikuwa yanaingia, watu wanafanya biashara, wanatengeneza pesa, wana utulivu, wanajiona wana wako katika amani, hawana bughdha za maadui. Lakini Allah kwa hikma yake kaona ule ndo wakati muafaka, kwa sababu hawa waliofanikiwa kuchomoka Maka kuja Madina ni kidogo ndani ya mji wa Maka kuna ndugu zao watoto wao wazee wao, wanaukubali Uislamu, wamemkubali Mtume, lakini kuhama hawawezi na wala kustahamili shida zilizokuwa za muda mrefu, wamechoka. Allah akawaambia, kwa nini msipigane na kule Maka kuna ndugu zenu wanaonyongeshwa, wanaume na wanawake na watoto, wananiomba mimi mola wao Wanasema rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati dhalimi ahluha, mola wetu tutoe na sisi katika mji huu ambao watu wake ni madhalimu. Wajal lana min ladunka waliya, tupe mtu kiongozi atakayetutetea atakayesimamia hali zetu. Wajal lana min ladunka nasira, na utujalie kutokana na maamuzi yako mtu wa kutunusuru. Mtu alikuwepo ni mtume wa Mungu ndo yule yule ambaye kaanzisha vuguvugu lile la haki Maka, lakini sasa kapewa amri ya hamie Madina kule, kuhama kuhamia Madina. Sio wameambiwa waje huku wastarehe. Lengo la ujumbe aliyopewa mtume, afikishe haki kwa watu, ili tamko la Allah liwe juu na tamko la wasiokuwa waumini au la makafiri liwe chini kwa hiyo huku wale ambao walikuwa wako pamoja na mtume sasa hivi waliambiwa ndo wakati muwafaka nyinyi kupambana, muka wakomboe ndugu zenu walioko Maka. Wamalakum alla tuqatiluna fi sabilillah, mmepatwa na nini nyinyi Waislamu mlokuwa mnaomba mruhusiwe? Kujibu sasa hivi umefika wakati, mnaambiwa mjibu, mnakataa, mnaona wakati haujafika Walmustadaafina min alrijali wanisai wal wildani, na mnajua kule Maka kuna ndugu zenu wanyonge wanadhalilishwa wanaume, wanawake na watoto. Alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati zalimi ahluha, kuna ndugu zenu kule Maka wanaomba msaada Wanasema, ewe Mola wetu tutoe na sisi katika mji huu ambao watu wake ni madhalimu. waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira, na utupe mtawaliaji wa mambo yetu, kiongozi mwenye imani na sisi, utupe mtetezi atakayetunusuru kwenye hali mbaya kama hii. Kwa hiyo, yupo mtume na nguvu ya mtume, hawezi akenda Maka akapigana peke yake, ni waumini wamsaidie huyu mtume. Nukta yangu kwenye aya hizi ni kwamba kuna mambo huwa tunayahitaji kama waumini, ni muhimu sana kwetu, lakini kunahitajika kuwe na akili ya ziada kuyaendea hayo mambo ambayo ni muhimu kwetu, yana manufaa nasi. Mengine huwa ni muhimu na yana manufaa kwetu, lakini njia ya kuyafikia mpaka tukanufaika nayo inakuwa na madhara kwa hiyo hatutakiwi kuingia kwenye madhara ya makusudi kwa sababu ya tamaa ya neema tunayoitafuta pale karibu. Ndo maana Mtume akawaambia wazuie, kwa sababu maafa kwa kipindi kile yangelikuwa makubwa na faida isingepatikana. Panahitajika katika baadhi ya mambo mpango wa mda mrefu. Ndo akawaambia kufu aidiyakum waaqimu salah wa atu atuzaka Zuieni mikono yenu. Sasa hii kuambiwa, wanaonewa lakini wasijibu, ilikuwa mwanzo inaonekana shari, lakini kumbe ni kheri, ila haipatikani papo kwa papo, inahitaji maandalizi na mipango ya muda mrefu. Muda ulipofika, wakaambiwa sasa, ule wakati mwafaka umefika, fanyeni lile jambo. Maafa pale yangekuwa ni madogo na ile tija ya lile walilokuwa wanalitafuta itapatikanwa. Hikma, maana na sababu ya kutoa aya hizi ni kwamba na sisi ni Waislamu, tuna manunguniko ya muda mrefu kwamba hapa kwetu tunatawaliwa, tunadhulumiwa, tunanyanyaswa, njia nyingi. Watu wenye wa akili na maarifa wamejitahidi kupita, lakini hazijazaa matunda kwa sababu wakati wake bado, na ndio maana tunaona katika jambo tulilonalo nchini sasa hivi, kuna uchaguzi. Sisi wenyewe tuna uzoefu wa kutosha wa madhara yanayopatikana kwenye chaguzi zetu, yakawaachia ya watu majonzi, matatizo, halafu faida haipatikani. Ni kwa sababu tunang'ang'ania kutaka jambo leo kwa kesho, hapo kwa hapo, wakati maandalizi muhimu hayajatosheleza ya kufanya tukafikia kule tunakohitaji. Kwa hiyo pana uchaguzi nchini kwetu, na uchaguzi huu tuna uzoefu nao, huwa unaleta maafa. Tunahimizana kwamba sisi wenyewe tuwe wachungaji wa amani, hizo process za kwenda kwenye tunalolitaka zinafanyiwa kazi, lakini tusikurupuke tukawa na jazba, tukatumia lugha mbaya na vitendo vinavyoitwa vya uchochezi halafu tukapata ndwele ambayo haitupeleki kwenye tija tunayoitaka, na baya zaidi ni kwamba tunayaendea mambo kwa tamaa ya kwamba tunatafuta maslahi, lakini si kwa utaratibu wa dini. Na ndo maana zile aya zikaonya, waalamu anna Allaha yahulu baina almari wa qalbi. Inaweza kuwa unaliendea jambo, lakini si kwa taratibu za dini utakapoliendea jambo si kwa taratibu za dini, mbele ya Mungu huonekani kuwa unafanya kheri. Hiyo haiwi ibada, hupati thawabu, na maafa yatakayozalikana kutokana na jambo hilo, wakati umepita mlango na njia sio, yatakuwa kwako weye ni mzigo, hapa na tunakokwenda vilevile. Kwa tunatakiwa tuheshimu sana maadili yetu ya dini, tubaki katika imani, tutunze amani, halafu tufanye mambo yaliyopo kama tunavyoelekezwa tusiingie katika mambo ambayo yatatuvurugia na kutupa msiba. Nadhani nimefahamika ndugu zangu. Kama ni masala ya vyama, vyama vipo vimesajiliwa, lakini na ubinadamu nao upo. Watu kwenye maslahi huwa hawana huruma, kwenye maslahi huwa hawana huruma, na wanasema Waswahili, penye riziki hapakosi fitina. Na Allah akatwambia tuogope fitna ambayo ikija haitochagua ma, mazalimu peke yao, itawachanganya wote, wa, wema na wabaya, wanaotii na wanaoasi. Kwa hiyo tujitahidi kuwa waangalifu, tuchukue tahadhari, tulinde amani. Kwa wale ambao wana ruhusa ya kufanya hivyo, wamo kwenye daftari la wapiga kura, wakapige kura. Akimaliza mtu kupiga kura, anarudi nyumbani kwa salama, aangalie mambo mengine. Tusubiri, wenye kazi zao watafanya kazi zao, alafu sisi tutapewa matokeo. Kuna manunguniko kweli, yanasikika ya kwamba watu wanadhulumu na wengine wanasikitika, wanadhulumiwa, lakini haya huwa yana watendaji wake kwenye hivyo vyama, hayatuhusu sisi wengine. Kama wewe kwenye chama chako umepewa dhamana ya jambo simamia dhamana yako kwa uadilifu, lakini jitahidi ukienda kutekeleza dhamana yako uwe na ikhlasi, ufanye unayoyafanya kwa lengo la kutaka radhi ya Allah, si kwa lengo la kutaka dunia. Kama una dhamana, itendee haki dhamana yako, msikilize na umheshimu kiongozi wako, tekeleza majukumu yako, ila kwa utaratibu ambao mwenyewe kama ni muumini ujiridhishe unafanya kwa mujibu wa taratibu za dini upate radhi ya Allah. Maana ha, hata hao watu waliokuweko Makka, wakadhulumiwa, kule kukombolewa kwao kulikombolewa kwa, kwa msingi wa dini na wale, wale walioshiriki ukombozi walikuwa wanaitwa mashahidi wa kifa. Lakini sisi tukenda kwa misingi ya kidunia hatuwezi kuwa mashahidi, hatufi vizuri tukapata thawabu kama tungeenda kwa lengo la dini basi ingekuwa tumefanya amali moja muhimu sana, lakini tukikosea taratibu tunakosa dunia na akhera pia, na hatimaye tutakaporudi kwa Allah tutarudi vibaya kama aya zilivyotuonya, waalamu anna Allah shadidu liqab, eleweni kwamba Allah ni mkali wa kuadhibu. Kitu chenye thamani sana kwa muislamu kuliko chochote ni dini yake kwa hiyo mambo yote yanatakiwa ayafanye kwa taratibu za dini, ndipo atakapokuwa kaambiwa kaabudu, na ibada yake itamuweka mahala pazuri, siku itakapopigwa thamani na akalipwa kwenye ulimwengu ujao, biidhnillahi taala. Kwa hiyo tunahimizana tuwe watulivu, tuwe walinzi wazuri wa amani, na kitu kibaya kinachovuruga amani kinaanza kwenye ndimi zetu. Haya maneno tunayoongea yanaleta ushawishi, uchochezi. Unaweza ukatamka neno mbele ya watu uliowatamkia, limewaudhi, hawatoridhika, na wao watajibu neno tena, watajitahidi watafute la kukuudhi na wewe zaidi. Kama mko wawili wili, munatupiana maneno kila mmoja nyuma yake kutakuwa kuna watu wanamuunga mkono, hamtokuwa wawili tena. Kama Mkojani katukanwa <laughs> umefahamu? Kwa hiyo Mkojani hayuko peke yake, ana wenzake Wakojani watalipiza watamuunga mkono Mkojani mwenzao dhidi ya wengine. Mmenifahamu vizuri? Katika Qurani aya 83 aya 53, sura ya kumi na saba, Allah amesema kumwambia mtume wake atufikishie, wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan, ewe Mtume wangu waambie waja wangu waongee maneno kwa namna nzuri, wachunge maneno yao. Hikma ya kuambiwa wachague maneno ya kusema, inna shaitana yanzahu bainahum, hakika shaitani huwachonganisha baina yao kwa kupitia maneno tu wanayoongea inna shaitana kana lilinsani aduwa mubina, hakika shaitani amekuwa ni adui wa wazi kwa binadamu. Kwa hiyo katika mazingira ya kawaida tunaweza tukawa tunajibishana maneno, maneno yakapamba moto kati ya pande mbili, mpaka sasa yakafikia hatua yasiwe maneno, watu wakachukua hatua za kupigana. Sasa wakipigana ndo maafa yanaanza, ni fitina inaingia chanzo kilikuwa ni maneno, lakini maneno yanazaa na mambo mengine. Ndio maana mola wetu aliyetuumba akatuambia tuwe na umakini katika kuongea, kwa sababu maneno yetu tunayoyatamka vinywani huzaa shari. Kwa hiyo tukikaa kwenye baraza zetu majumbani mwetu kwenye maongezi yetu, tuwe werevu wa kusema, tuchague maneno. Kabla hujalitamka neno, angalia mazingira, ninaongea na akina nani litapokelewa vipi? Kwa hiyo ukihisi kuna neno linataka kutoka kinywani, lakini ukilitafsiri wewe mwenyewe unaona linaweza likapokelewa vibaya, usilitumie hilo neno. Kwa tujitahidi tusipashane, tusipeane mipasho. Maana hasa wenzetu wa kina mama ndo maarufu kwa mambo haya, atakuwa na jambo hawezi kuliweka kifuani, lazima alitoe, ampe mwenziwe Atamwendea bibi, wewe umekalia nini? Na anamuona alichokalia kifua unacho, ina maana anataka kumpa ubuyu hapo. Sasa huo ubuyu huo, hey, pengine wa babu Isa mtamu, watu wanaenezeana, unasogezwa, unasogezwa, watasikia na wambali fulani kakaa na fulani kasema jambo fulani. Maneno yatazaa matatizo, shari. Kwa hiyo tujitahidi kuwa werevu wa kuchagua maneno, haswa kipindi hichi, usije ukasoma ukasema neno likapokelewa vibaya na watu wengine wasiokuwa kama wewe. Huo ndo ujumbe wetu kwa leo, sana tunahimiza kipindi tulicho nacho hiki kilichotukabili hapo ni kigumu. Sisi ndo tunapaswa kuwa walinzi wa kuhifadhi jamii zetu zisije zikaingia kwenye matatizo hivyo na wanawake wafanye hivyo. Tufanye mambo kwa taratibu zilizowekwa, lakini kubwa zaidi tuzingatie sisi ni Waislamu. Hakuna jambo tunalifanya hapa duniani likawa limepita bure, mbele ya Allah litakwenda kuulizwa. Kwa hiyo tufanye mambo yetu kwa namna ambayo huko mbele ya safari likawa lina manufaa. Wallahu tulilolifanya. Alamu, wasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salamu warahmatu llahi wabarakatuh. Watukufu Islam, matumaini yetu ni kwamba maneno kutoka kwa shekhe tumeyasikia, naye amenukuu katika kitabu cha Allah kadhalika na hadithi za Muhammad sallallahu alaihi wasalam. Sasa kuna mzee wetu eji hapa, inshallah na yeye tumsikilize kwa makini yale ambayo ametuandalia na yote